Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waite kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niwasimulie na kuwachanganulia yale yote ya ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba ni usikilivu mwema, tafadhali tena, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi ili hizi taarifa ziwafikie watu wengi. Serikali ya Samia Suluhu Hassan sasa inacheza na dini, inacheza mpaka na maneno ya Mungu. Ninaelezwa kwamba serikali hii iliweza kumteka mtawa au ukipenda sister, wakaenda wakampiga picha za uchi, wakiwa wanataka taarifa muhimu kumuhusu Askofu Renatus Mkwande. ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo linapaswa kukemewa kabisa. Utawala huu kuendeleza utekaji, sasa wameacha kuteka wananchi, wameenda kuteka mpaka masista wa kanisa la Kikatoliki. Hilo jambo linapaswa kukemewa. Hii serikali imeweza kulaaniwa ya Samia kama imeamua kufanya kitendo kama hichi. Kama walikuwa wanataka Askofu Renatus Mkwande wangemtafuta yeye mwenyewe kuliko kumteka nyara sista, na kuenda kumfanyia unyama. Ripoti hizo zimeweza kutolewa na jinsi ambavyo unaona hapo naomba tuweze kuzizungumzia kwa sababu hakuna kituo ambacho kinaweza kikazungumza mambo kama haya. Vituo vyote Tanzania vinaogopa. Mimi niko hapa kwa minajili ya kueleza taarifa hizo. Zinaendelea hivi ama zinaanza hivi: mwanafunzi wa usista, yani novisi alitekwa Mwanza siku ya Jumatano wiki iliyopita. Alikuwa na mwenzake wanafanya usafi mazingira ya kanisa kuu panapoitwa Kawekamo. Alibeba takataka kwenye gunia kwenda kuzimwaga, akaka akakabwa na kufungwa kitambaa machoni na kubebwa na kubebwa, alienda akateswa na kuombwa namba za askofu Renatus Kwande na kulazimishwa atoe maelezo ya namna ya kumpata askofu huyo Renatus. Walikaa naye siku tano, baadaye wakaja kumtupa shambani jirani na kanisa akiwa hajitambui. Alionywa asiseme maana amepigwa picha zote mbaya na wataziachia, au kumfuata popote na kumumaliza. Yani ni jambo la kusikitisha na la kiaibu, hii serikali ya Samia inaamua kuteka nyara mpaka watawa, watawa, yaani masista alafu cha kushangaza wanawakosea heshima, wanamtoa nguo kisha wanampiga picha za uchi, picha mbaya, wakiwa wanatisha kwamba ukitoa taarifa eti kwamba tulikuteka nyara, tutaachia hizi picha au tutakumaliza. Taarifa hizo zimeweza kutolewa hii leo na zinaendelea kusema kwamba aliokotwa akapelekwa Bugando. Polisi walifika hospitalini ili kumhoji kitandani, lakini hakuwa katika hali nzuri. Ni wa shirika la Benediktini lenye makao yake kule Mtwara. Cha kushangaza ni kwamba Rais Samia alipokuwa kwenye kampeni huko alipokewa na masista hao na kupiga picha na hao. Picha kama hii ambayo unaiona hapo, watekaji walidhani huyo novisi tayari ni sista, kumbe wakakuta ni mwanafunzi tu. Askofu Mkwande amechukia mpaka akaamua kukaa kimya. Yaani amechukia tendo hili la novisi kukamatwa, au ukipenda sista kukamatwa, si, hata si kukamatwa, kutekwa. Unajua kukamatwa ni kipindi ambapo mtu anakukujia akufungi macho nakuambia, bwana Ezra, niko na kibali cha kukukamata kutoka mahali fulani naomba tuelekee katika kituo cha polisi uh, ukaji maelezo mengine yatafuata. Na kipindi ambapo unakamatwa unapata kwamba unapewa nafasi ya kujitetea, kujitetea kupitia kwa njia ya mawakili, yaani uko na uhuru wa kubadilishana mawazo na mawakili wako, lakini kutekwa ni kufungwa macho wanakurusha kwa gari au kwa buti, wanakupeleka kwa sikojulikana, wamekufunga macho, wanakutesa alafu baadaye wanakuachia bila hata kukufikisha mahakamani, jinsi ambavyo huyo novisi au, novisi au kipenda sister aliweza kufanywa. Na cha kushangaza Samia Suluhu Hassani aliweza kupiga picha na wao kipindi ambapo alikuwa kwenye kampeni, alipokewa na wao. Askofu Mkwande amechukia mpaka akaamua kukaa kimya. Amekuwa akifuatiliwa kwa karibu miezi sita sasa. Katika hotuba ya wiki hii wiki hii tu ambao Samia alikuwa anazungumza na, na wazee pale, sijui ilikuwa ni Dar es Salaam, akizungumza na wazee wa Chama cha Mapinduzi, hiji chama cha wauaji Ha, akasema kwa hakuzungumzia swala la utekaji, hakuzungumzia kabisa kitu aliweza kukizungumza huo, sijui vijana walikuwa wanaandamana wakitaka kumpindua mamlakani Rais Samia. Hakutaja neno utekaji popote, na wasaidizi wake wanadai hawezi fanya hivyo kwa sababu ataingilia operesheni za kiusalama zinazoendelea. Utekaji wa sista huyo ni mwendelezo mu, wa vita rasmi kati ya kanisa na dola ya Samia, yaani Samia Suluhu hasani Juzi kipindi ambapo alikuwa anasema kwamba maandamano yalipangwa ili kuweza kumwondoa mamlakani, hakuzungumzia swala lolote la utekaji, kwa sababu akizungumzia swala la utekaji atakuwa amezu, am, atakuwa amechokonoa mambo ya usalama Tanzania, akalipuzilia mbali. Lakini utekaji huu wa huyu sista ni mwendelezo wa vita rasmi na kanisa la Kikatoliki. Sikudanganyi, hivi majuzi tumeona vita ambavyo vinaendelea katika hii nchi ya Samia, kupiga sana kanisa la Kikatoliki wakisema huu, oh, wao ndio waliweza kuchochea maandamano Tanzania, baada ya kanisa Katoliki, kanisa la kutetea haki za kibinadamu, kumwambia Samia Suluhu Hasani kwamba hawezi akaitisha maridhiano kabla hajaweza kuwajibika hawezi akaunda jopo la uchunguzi kipindi ambapo yeye ndiye mtuhumiwa. Lakini sasa hapa, nayo serikali imeweza kupita, imeweza kufanya ujinga mpaka kumteka nyara mtawa, na cha kushangaza wanamficha, wanamtoa nguo za Yaani wanamtoa nguo, wanampiga picha za siri, picha mbaya, alafu wanamwachia, wanamrusha kwa shamba, alafu polisi wanajifanya kwamba kipindi ambapo ameachiwa yupo hospitalini, wanajifanya kwamba wanaenda kumfanyia mahojiano. Eti, sasa ulikuwa umefungwa wapi? U, ujinga, mahojiano yepi wanaenda kumfanyia kipindi ambapo serikali ambayo haa maafisa wa polisi wanayoihudumia iliweza kumteka nyara huyu mtawa, ni jambo la kusikitisha. Na hii ni wazi kwamba hii serikali ya Samia inapiga vita makanisa inapiga vita Wakristo, na hii na hivi vita vya Samia kupiga Wakristo uh, ama haya mambo ya Samia kupiga Wakristo vita ndio yaliweza kusababisha Marekani hii leo wakatoa kauli kwamba wanaenda kuangalia upya uhusiano wao na Tanzania. kwa nini? Kuna ukandamizaji wa kidini Tanzania, kuna ukandamizaji wa wananchi Tanzania, hakuna uhuru wa kuzungumza au kujieleza, mauaji yamejaa hii serikali imeweza kulaaniwa, kama wanateka nyara mpaka watawa halafu, utapata ng'ombe zingine hapa chini kwa comment section zinaniita mchochezi, utapata mbuzi zingine hapa chini, hata mbuzi ni mzuri, utapata kondoo zingine hapa chini ambazo ni machawa wa Samia wanaolambalamba Samia wanaofuatafuata Samia kutoka nyuma etu wananiita mimi ni mchojezi kipindi ambapo nasungumza mambo kama haya. Mbona hao ambao wanamtetea Samia wasijaribu kukashifu mauaji ambayo yalitendeka Tanzania? Mbona hao ambao wanamtetea Samia wasijaribu kukashifu utekaji ambao unatendwa, mpaka wanateka masista watawa? Msijifanye kwamba nyinyi sasa ndio uokovu ndio watetezi sijui wa nini, wapumbavu ambao wananitukana, shenzi.